Parachichi ni tunda lenye virutubisho vingi vinavyofaa kwa afya ya ngozi, hasa linapotumika kama kiungo cha usafi wa uso. Hapa nimeleta faida tano za parachichi kwa ajili ya uso. Je, parachichi katika uso lina faida gani? Makala hii imeandaliwa nami, Dr. Lucas, nikwambia karibu ngali nami toka hapa tunapoanza, mpaka pale ambapo tutakapotamatisha. Lakini kama tu ni wa kwanza kufungua makala hii, tafadhali usiache kubonyeza neno subscribe, na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazia upload. Itaenda moja kwa moja tukatazame hizo faida za parachichi katika nyuso zetu. Namba moja, hulainisha na kulainisha ngozi moisturizing and softening. Parachichi lina mafuta ya asili healthy fats kama oleic acid ambayo huingia ndani ya ngozi na kulainisha. Hii husaidia sana kwa watu wenye ngozi kavu au iliyokauka na kupasuka. Ngozi inakuwa nyororo na laini. Namba mbele, hutibu ngozi iliyoharibika healing damaged skin. Likiwa na virutubisho kama vitamin L, vitamin C na antioxidant parachichi husaidia kurekebisha seli za ngozi zilizoharibika kwa jua, vumbi au kemikali, inayopunguza uwezekano wa kuzeeka mapema kwa ngozi ama anti aging. Namba tatu, hupunguza madoa na michirizi fades spots and marks. Virutubisho vya parachichi vinavyosaidia kusawazisha rangi ya ngozi na huondoa madoa meusi au alama zinazotokana na chunusi au mikwaruzo, hufanya uso uonekane safi na wa kupendeza. Namba nne: huzuia chunusi na mafuta mengi usoni, controls, acids, oil skins. Parachichi lina antibacterial properties zinazosaidia kuua vijidudu vinavyosababisha chunusi. Pia husaidia kusawazisha kiwango cha mafuta usoni hivyo hupunguza tabia ya uso kuwa na mafuta mengi na kuziba matundu ya ngozi. Kabla hatujaenda moja kwa moja kutazama pointi ya mwisho, naomba kuweza kukumbusha, kama tuweni wa kwanza kufungua makala hiyo, siache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Twende moja kwa moja tukatazame pointi ya mwisho ya faida za parachichi katika nyuso zetu. Namba tano Huharakisha urejeshaji wa ngozi, boost skin regeneration. Parachichi huchochea uzalishaji wa collagen, ambayo ni proteini muhimu kwa ujenzi wa ngozi mpya. Hii huifanya ngozi iwe na uwezo wa kujitibu haraka, hivyo huimarisha mng'ao wa uso kwa, kwa asili na vipodozi vya kemikali pasipo kuhusishwa. Safari ya Afya katika mstari wa mbele kabisa, kwani swala zima la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote, elimu kuhusu mambo mbalimbali ya kiafya. Usisite kuendelea kutufuatilia mara kwa mara kikubwa tu ni kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele pia, usiache kushare kwa watu wengine pia, ili waweze kupokea link na kutufuatilia wakati wote, maana vitu vya msingi vya kiafya kujifunza, elimu, ushauri ni ndani ya safari ya afya. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia zote videos ambazo tumekuwa tukiziposti katika chaneli hii. Sina kitu kingine cha ziada, asanteni.